Nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru wapo watu ambao wametusaidia. Nipende kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, amekuwa akitoa fedha nyingi kwa sekondari zetu za halmashauri ya Kyerwa. Ni kweli kuna miradi inayoendelea katika halmashauri yetu ya Kyerwa, kuna vyumba vya madarasa, kuna maabara, kuna mabweni, lakini pia nishukuru mkurugenzi mtendaji kupitia mapato ya ndani, kwa sababu pia hizi fedha nazo zimefanya kazi ya kukamilisha eh, mabweni kukamilisha vyumba vya madarasa na kukamilisha majengo mengine katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kyerwa. Nishukuru sana jitihada kubwa ya mkurugenzi wetu mtendaji wa halmashauri ya Kyerwa kwa kupitia timu ya management ambao wamekuwa wakitoa kipaumbele katika kukamilisha uh, miundombinu ya majengo ya sekondari. TANAPA tunawashukuru vile vile. Nipenda kutumia nafasi hii kuwashukuru jukwaa uh, la wazazi Kyerwa. Eh, nao wametoa mchango mkubwa si tu kwa vyumba vya madarasa, wametoa mchango wa viti na meza, wametoa mchango wa kujenga, kuanzisha misingi ya vyumba vya madarasa, misingi ya mabweni, kujenga vyoo. Sio hilo tu, lakini pia wametoa mchango mkubwa sana wa chakula. Wanafunzi wetu watakula chakula, hakuna mwanafunzi atakayekuwa nakaa na njaa katika halmashauri yetu ya Kyerwa katika shule zetu zote.